Saa la mwisho ndani ya Viwanjani kwa wakati huu hapa, kwa ajili ya kuangazia taarifa mbalimbali za kimichezo na wakati huu nimewapisha hapa kidogo, tumewatoa uh, Michael Johnson, nguli mzee wa mwezini, pamoja na Rashid Don Hamis the heavyweight pandit, lakini kwa wakati huu ni faraja kipekee sana mm -hmm, kuwepo na Godlisten Muro anapenda uh, Aidan Mlimila akimuita sasa hivi uh, mathematician <laughs> uh, kwa ni mathematician eh, uh, Godlisten Muro no, pamoja na Ayubu Hinjo uh, mara nyingi kusema hivi, mimi ni Ayubu Hinjo na hapa ni Sokoine, lakini leo anasema hapa ni Viwanjani. <laughs> probably nimefly <laughs> <laughs> probably nimefly sana nimefly sana atakuja kumua hisani

Mbao, aa, ikilibe intense yeah. Umenitajia Shakava, mda ule nilikuwa nakufuatilia ndio, ah nikasema, mtu bingwa kabisa ah, alipacha na Musa Muhamed Musa nah. Mohamed, ambaye mdogo wake anaitwa Zalina Muhammed nah, ambaye yeye anacheza ngumi. Sasa mwisho <laughs> wa siku kuna Musa Muhamed alikuwa ni kapteni wa Gor Mahia ha, akaenda Nkana, Nkana, ha, Nkana Red Devils yeah, yeah wakati kaka yake anacheza hmm. Siku hiyo kuna mechi anacheza Golmahia alafu jioni yake dada mdogo wake Zalina Hasan anapigana nguu, kwa hiyo ilikuwa ni familia moja wa Kenya wakuwa wanaishuhudia kwa siku moja ikiwa ni, <laughs> ni kahistoria fulani hivi lakini right. Ah, wa kwa wakati huu hapa uh, tuangazie kwanza Zilizobamba mm -hmm. Na hapa tunamkaribisha Ally Bakari Mufti kwa ajili ya kuweza kutupatia eh, taarifa mbalimbali za mitandaoni katika Zilizobamba, huyu ni mzee wa Ujda mm. e, mzee wa Ujda make Rashid Hamisi anasema tuachane na ile mang'ula, we tukuite mzee wa Ujda. Ujda jambo <laughs> <laughs> kiukweli linaweza likawa gumu. Ujda ilikuwa ni mara moja, Mangula Mangula iacha Mangula wakasema utarejea. <laughs> Ingawaje unapenda sana Unguja, lakini Ujda imekaa sana. <laughs> <laughs> mimi nimefurahi kwanza leo hii kuungana na Uh, vijana wawili wanaotoka mkoa wa Morogoro hmm. We mwenyewe Saidi, bila shaka, lakini ndugu yangu hapa Ayubu Hinjo hmm. vijana kutoka Kidodi hmm. pale Ruaha. Unaweza ukasema kwamba inawezekana <laughs> watu wengi wakawa na mashaka, vijana watarudi kutaja tu wanarudi. Ni kweli kwa uh, namna kule kulivyo vizuri hmm bila shaka tutarudi tu. Ama sio? Eh, ni kweli. Eh, Godlisten Muro. Naam. Nami nimefurahi pia kuungana na wewe na nimepita pia katika ukurasa wako kule. Hmm. Bahati hmm. tu sijachukua ambayo unaandika kule lakini uh, kuna posti imenivutia <laughs> ndio nimeishtukia sasa hivi. Kwa hmm. hivyo safari ijayo nitakuja. Na nikwambia tu Saidi hmm. eh, hey, juzi kama sijakosea hmm. nilipata ujasiri wa kupita katika ukurasa wa Bisai na nilipita <laughs> na <nani. laughs> <laughs> <laughs> Niliona kule kulikuwa kuna post ile ya um, inayohusiana na kufunga msimu um, kwa michuano ya kimataifa, mlipiga mm -hmm. picha ya pamoja hapa na Godlisten, ilikuwa ah, ah, okay. Eh, ni posti nzuri kabisa ambayo mm -hmm. ilitusaidia kutembea nayo ya hapa yes moja <laughs> kwa moja. Tuende katika Zilizobamba mitandaoni, tuone kitu gani ambacho kimetamalaki huko, nikiwa na wachambuzi hapa nguli kabisa Uh, sio Michael Johnson nguli, yes. nguli mwenyewe katoka, lakini nguli pia naye, nguli lakini. <laughs> yes <laughs> tuangalie kitu gani kimebamba huko katika zilizobamba mitandaoni. Hii hapa tumepita katika ukurasa wa Ahmed Ali, huyu ni meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports. Yeye yeah, yeah, ameweka picha, picha inajieleza. Uh, unaona hapa wachezaji hawa wakiwa wanapiga simu ama sio eh? Mm -hmm. Tafsiri inaonekana wanapiga simu mm -hmm. Lakini huko Ahmed akaandikaje, kuzungumza na huduma kwa wateja bonyeza 184. Akimaanisha nini? Mchezo wa ligi kuu. Ah, Godlisten ana <laughs> eh? maanisha nini hapo, hiyo 184 namba hatari sana msimu huu, ambayo imepata umaarufu <laughs> unajua, unajua mashabiki wengi wa mpira mm. <laughs> huwa ni rahisi kukumbuka jina la mchezo lakini sio namba ya mchezo. Ukiuliza mchezo, yani, watu hata namba ya mchezo wa dabi uliopita watu wajue yeah, tu ulikuwa ni mchezo nambari ngapi, na ndugu zangu kina Injo lazima kila siku wanataja hasa yeah, kwenye comment tu wakifungua mchezo oh, namba mia mbili na ngapi, lakini i, kwa msimu huu imekuwa sasa inaweza kawa imekuwa rahisi kwa mashabiki kuanza pia kujua namba za michezo. Sawa sawa. E, moja kati ya namba bora sana msimu, sawa lakini, kuna mmoja akaleta utani hapa, anasema ha kuzungumza na Singida unabonyeza ngapi? Anamtania <laughs> anamtania Ahmed ah, Ali kwa hivyo hayo ni mambo ya ya mitandaoni, lakini Simba Sports uh, ninavyowasikia na, na, na uh, ni kwamba wanaingia sasa kambini, wanarejea kambini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa tarehe uh, kumi twende wenyewe Yanga na wenyewe wapo wapo wanafanya nini sasa hivi posti inayofuata hii hapa uh, Young Africans jana walikuwa mazoezini hapo KMC Complex wakiendelea na mazoezi uh, ya kujiandaa uh, katika michezo ambayo imesalia hiyo tunaweza uh, tukatazama kwa uchache tuone na aina ya wachezaji ambao walikuwa hapo katika mazoezi

na Shabraki, bila shaka watu wana hamu ya kumuona Jonathan Kangalombo. Khalid Aucho pia yupo hapo, Boka Shadrack, yesia amerejea Andambwile. Haya, watu wanatamana. Simu ilipigwa hivi Zanzibar, simu eh, hey, eh alipiga, eh alipiga Zanzibar, eh hey, ali hey, ali, uh, basi kwa hivyo ndio hivyo, Jonas Mkude nimemwona hapo mm. Wachezaji watu wana hamu ya kuona eh, sawa. Yes, hayo ni Young Africans wakiendelea na mazoezi. Twende katika posti nyingine na kwenye, tuone eh, kuna nini bwana. Hii bila shaka eh, mtaikumbuka vizuri mwaka elfu mbili na kumi na nne elfu mbili na kumi na tano mm. eh, nani, kumi, kwa maana ya msimu huo, msimu ilikuwa tarehe 18 mwezi wa kumi hapa Young Africans ilikutana na Simba Sports Yanga wakiwa wenyeji, lakini hawa ni bodi ya ligi ama ligi kuu wametukumbusha uh, kitu hapa katika mchezo huo ambao huyu bwana anayepongezwa hapa Manyika Peter hmm, nakumbuka ndio ilikuwa dabi yake ya kwanza hmm, na hii dabi ilimalizika bila kufungana hmm, na. na dabi ambayo ilimpa jina sana hmm. Lakini hmm, baada ya hapo Manyika Peter kama vile Naka, na nadhani hii dabi hmm, ilikuwa ni kocha mkuu wa Yanga ni Maxio, Max Maximo, Maximo yule ambaye alikuwa ina niliona hii jezi, na Hussein Ha alikuwa, Jelson Santana hapo na Pereira Mkotinho, kwa choio yule ndo alikuwa anaandika jaja eh, alikuwa anatamka, Nurdin Suleimani Masera, alikwambia kwenda kule, Andrea Masera, Pereira Mkotinho, Jelson Santana, haha <laughs>

O yeah. yeah. lakini huyu bwana katikati mechi ile ile mm. Nadhani aliondoka baada ya mechi ya Kagera Sugar mm. walienda kucheza Kaitaba mm. Walitoka sufuri sufuri okay. Baada ya pale mm. Ndio zikaanza huyu sio mshambuliaji huyu bwana ni muuza, <laughs> Hey. <laughs> Hey. Mm -hmm. Yeah. Lakini no. Manyika Pita na unaona pakaseja hivyo uh, Mapunda wote walienda wakampongeza baada ya mechi mm. is... Waliridhishwa sana na performance yake mm. Nini sijui kikatokea baadaye amepotea. Manyika Peter, Manyika Peter, mtoto wa Manyika, Manyika Peter, Manyika football football kwa kweli kwamba football na vitu vingi mm. uh, unaweza ukajiuliza kwamba hata darasani pia mm. Yani tengee ulivyoanza darasa la kwanza mm. Mpaka tunafika chuo kikuu ama yeah. Vyuo mm. Unafanya kazi maofisini mm. Kuna watu wakopo wana, wana vitu vingi sana Manyika, nafikiri alienda hata Bandari Kenya, amecheza ligi kuu ya Kenya, alirudi yeah, mm. uh, mm. Tena hapa okay. Mwisho wa siku, uh, oto, oto Singida United mm. yeah, kinatafazua kinarusha shango Da, na, no, usengima. Na, kina usengima na wale kina batambuze na Shafiki alikuwa nao mm. yeah, sema kuna wakati kama mwili wake uliongezeka sana tofauti na mzee wake wakati mm. miaka ya tisini na tisa elfu mbili, elfu mbili na moja tisa, mm. Young Africans wanavaa cap, mimi <laughs> <laughs> nilikuwa miniliku nah. ball boy uwanja wa Liti <laughs> wewe naokota mpira mwaka elfu mbili <laughs> <laughs> Manyika namwona amevaa ile kepi ya njano na suruali yeah. eh, kuna wakati hey, yeah, yes, badala ya yeye yes, hey, alikuja mm. marehemu Doimoki mm. mm. mm. amefariki hey. miezi miwili au mitatu oh, imepita kwa hiyo oh. ile wanashuka na kina Mendieta si ndio? Inabidi sasa tuweke kumbukumbu sawa. Kwa hiyo mzee wake wakati nakutana naye Dodoma wanafungwa sita sifuri na eh, okay, eh. Simba <laughs> <laughs> <laughs> <wazim badi, badi. laughs> kocha wa makipa pale Dodoma Jiji, sio? nilikwenda nikazungumza naye. mm. mm. mm. nilivyompa hiyo story kwamba mwaka elfu mbili wakati unashuka pale mm. Tena Yanga walishuka na mipira miwili ya njano kabisa, okay. Yani kwa mara ya kwanza tunaanza kuona mipira yenye rangi tofauti na black and white mm. Dili Dili Dili. ya Tango Master na nini. Yeah. Mm. nikampa kale ka story kambe da nimekushuhudia wewe na mwanao pia wote mkiwa katika active playing kabisa, sawa sawa. Godlisten Muro anatukumbusha yes, mambo ya kale kidogo yes. mm. Twende katika post nyingine, huyo hapa e, tukapita katika ukurasa wa Tanzania Football, ama ukurasa rasmi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania yani TFF. Wao wanasema nyota wa Tanzania Enekia Kasongo ametambulishwa kwenye timu uh, ya ya FC, uh, FC Juarez yeah, inayocheza ligi kuu ya Mexico. Enekia Anaungana na nyota wengine Opa Clement na Julita Singano kwenye klabu hiyo. Kila la kheri Enekia, kwenye klabu yako mpya sasa. Uh, kuna mtu hapa akauliza ni mtoto wa Edibil Lunyamila, kwa sababu hapa walimwandika Enekia Lunyamila, nami nikajaribu kufanya utafiti wangu kwa kuwauliza baadhi ya waandishi wa habari na wenginewe, ikiwemo uh, Fatma Abdullahi Chikawe akasema sio mtoto wa Lunyamila ila ni jina la utani, bila shaka wanalinganisha ubora wake mm, na Mwana, vile ambavyo Lunyamila alikuwa anafanya, ndio jina lake ni Enekia Kasonga. Kasonga, Enekia Kasonga. Julita Singano anawavuta wenzake, maana yeye <laughs> ndo alitangulia mm, Mexico mm. Akafuata opa, <laughs> akafuata opa na Enekia apo, apo wote timu moja sasa, mm. Basi vizuri, yeah. Sasa kuna watu wanasema yeye timu mwisho wa siku itageuka kama vile Tiger Stars, maana wanaonesha uwezo, unajua uwezo haujifichi.

ii nijitotlemacha sawa, Benjamin Mkapa. Sasa yes, tumepita katika ukurasa wake, nae mtozi huyo, tunaweza kasema mtozi mwandamizi mwandamizi, yaani kipindi hivi uone basi yeye ndio yupo hapo. Oh, ni kweli ni kweli ni kweli, lakini sio hivyo tu katika mechi ile ya fainali ya CAF Confederation Cup kule Zanzibar walikuwa hmm. ni afisa wa CAF na alifanya kazi kubwa sana nilikuwa nikipenda kile kibegi chake, alikuwa na kibegi chake, nikamwambia eh, kile kibegi iko, hakuna mm. mtu wa kukushikia huko mimi <laughs> <laughs> nimependa kazi yake kule Zanzibar. mm. Kiukweli labda tu kwa sababu muda hautoshi mm. lakini kimsingi mm. kuna alifanya kazi kubwa sana miongoni mwa hiyo kazi, kama sitoitaja atakuwa mm. sijamtendea haki ni kwamba yeah. mi nilikwenda kwenda zanzibar kwa kuchelewa mm. uh, na ili uweze kufanya kazi kwa uzuri katika mechi kubwa kama zile, lazima kuna baadhi ya vitu unatakiwa uwe navyo mm. ikiwemo accreditation, lakini sio tu accreditation yani kwa maana ile beji ya kuvaa mm. pia kiongezeke kitu ili mimi nipate fursa ya kwenda kupiga picha uwanjani mwana hiyo ambayo Mangula inasimama <laughs> yes, yes, yes. Ulikwepo Belkane <laughs> yes, yes, yes. Kutokea mji wa Ujda ukaenda Belkane <laughs> <laughs> lakini <laughs> pia ukatoka Dar es Salaam ukaenda Unguja mzee, watu wa Mangula kumbukumbu <laughs> <Wafahamu. laughs> <laughs> <laughs> Tengeneza picha mbao weka sebleni, chora ramani kwamba nilikuwa sema kwenye posti yake Gift. Kuna nani ya tano hapo? wengi ndo wanasema wana, mbona wana, mabeki wao watamweza kumkaba huyu kweli, sijaiona pale fulani. Esawa, nilikuwa nazungumzia kuhusu jifti alichokifanya kule Zanzibar. hmm. na mwisho wa siku kazi ilienda vizuri sana, lakini tuende katika posti yake hapa. Anasema vita gani kubwa. hmm. Unaisubiri eh, kwenye dabi ya Kariakoo juni kumi na tano, akataja hapo. Ahwa dhidi ya Aucho, ah, Pakome dhidi ya Shabalala, kibu Denis dhidi ya ah, baka

<laughs> Yaani, mpa, yaani kuna mchezaji mmoja tu ambaye ni mpanzu, mpanzu, mpanzu yes. against a wote. Kumbe ipo kwenye comment hapa, eh? <laughs> <laughs> yeah, yaani yeah, yeah, mpanzu tu against a wachezaji wote Israel Mwenda huyo, Kibwana, Shomari, Baka, Mwamnyeto, Jobu na kocha wao pia. Hiyo vita hiyo ambayo yeye ndo vita ambayo anaisubiri kwa hamu huyu bwana, bila shaka ndo anaisubiri kwa hamu hapo kuna watu wamemshambulia wengi, sema tu ya kutosha kabisa, lakini kiujumla, yeye ametaja vita ambayo anaisubiri tarehe kumi na tano yeah. Sijajua uh, Muro lakini pia um, Ayubu Hinjo sijui wewe ni vita gani kwa hmm. nukta tu ili ni waache uh, katika yale ambayo yamebamba hapo katika matandao mitandao ya kijamii nafikiri, na kuna vingi, kuna vingi ambavyo hmm. ukianza kuhitaja dabi ya Kariakoo hmm. Hata vigusia yeah. kwa hiyo huwezi kusema kuna hiki, yule ambaye unaweza kudhani kwamba anaweza kufanya hiki, inawezekana siku hiyo hasifanye kabisa hicho kitu mm. na mm. ya, kwa kwa kiasi kikubwa ni mechi nzima mm. ambayo unaweza kusema tunakaa na kusubiri kwa hamu kubwa yeah. Ya, ni kweli kabisa, lakini mimi uh, nasubiri vita ya mashabiki tu basi, vita <laughs> ya mashabiki <laughs> lakini kweli ni kenda kwenye mm. dabi ya Kariakoo mm. mm. nacho kipenda mm. Simba wakiingia uwanjani mm. mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba wote wananyanyuka mm. okay, so, so. Yanga naye akiingia uwanjani mm. mashabiki wa Yanga wote wananyanyuka mm. afu Simba kama wanakuwa wanatulia mm. na ipendaga na ile vibe, ile, na ile ni momenti ya hatari mm. mm. kwa sababu ile, ukiwepo nje, ukisikia ile shangwe, unaweza ukadhania kwamba mpira umeanza. okay. Sasa na hapo sasa, we ndo tiketi yako nini, kadi yako ina japa inagoma, nawe tulia pembeni, ka pembeni kwanza, tumalizie na hii a mwisho. Saidi, nikukatisha. tutarejea tukiwa imara sana. hawa ni Ken Gold mm -hmm. Je, watafanya kama walivyofanya mtibwa shuga? watafanya kama walivyofanya mm. <laughs> yes, kwamba wataenda kule mara moja afu warejee tena kwenye NBC Premier League mm. wanacho walichojifunza nafikiri okay walivyoingia mm. na walichokikuta pengine mm. sicho mm. kile ambacho walikiamini kinaweza kuwa hivyo, labda sema wakirejea. Moment ya so, kuna, kuna moment, moment za duru la pili ambazo walitu, mm. walitupatia hapa kabisa ya kwa hiyo, huenda wakirejea sasa eh. mambo yanaweza kuwa tofauti na wakarejea imara kama mm. wao walivyosema mm. ama wakatokomea na kwenda mm. chini zaidi ama mm. wakasalia hapo hapo ambapo hapo, hapo. Sawa, yes, huyo ni Ayubu Hinjo. hmm. Akimaliza hivyo, na mimi ndivyo navyomaliza katika Zilizobamba mitandaoni. E, Saidi Msumi, wache nirejeshe matangazo kwako ndugu yangu uweze kuendelea na the pitch, bila shaka asante, nimekumbusha mbali sana. Kwa sasa narejesha matangazo haya moja kwa moja hmm. <laughs> Zabadu, kisiza redio kwa sasa narejesha matangazo haya moja kwa moja barabara ya isiendelee tutajulishana barabara ya Mandela road. Shukran sana Bwana Ally Bakari Mufti kwa kupitisha katika Zilizobamba kesho, na nyie, ni siku tutakutana hapa tena kwa ajili ya kuweza kuangazia taarifa nyingine. Asante. Shukran mm -hmm. Uh, Ally Bakari Mufti tukiwepo naye katika Zilizobamba mitandaoni akiweza uh, kutujuza kile ambacho kimeweza kujiri uh, katika peji mbali, mbalimbali huwa anachagua baadhi ya sehemu ake sijnakala bora ah, mi posti yangu mimi haijaonekana ah, ah, itafika tu mm -hmm. zamu yako nanyewe pia ni mwadilifu na muungwana.